Tunapoona sasa ulimwengu unaenda kuangamia, tunapoona hali ya ulimwengu, tufanye nini sasa? Ndiyo maana Yesu nampenda sana kitabu kile cha Mathayo, ile sura 11 na ile aya ya 28, maneno ya uzima yanaeleza vizuri kabisa. 11:28, anaeleza anasema 28 mpaka mpaka mpaka thelathini. Anasema njoni kwangu ni nyote, msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami na nitawapumzisha. Jitieni la yangu mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Kweli ni kwamba katika dunia hii ambayo watu wanaumizwa sana, dunia hii ambayo kuna vifo, dunia hii ambayo kuna magonjwa, dunia ambayo kuna dhambi za kutosha Ukweli ni kwamba tunapoenda kwa Yesu anatupumzisha. Ukweli ni kwamba nila yake ni laini. Ukweli ni kwamba anasema mzigo wake ni mwepesi, atatupumzisha. Wapo wengi ambao amechoshwa na dunia hii, lakini goni kwambie, ipo raha ambayo unaipata ukiwa na Yesu. Na hivyo soma hili linatuandaa kwa ajili ya sehemu nyingine pili. kwa makini, Tuende kufuatia pamoja, ili tuweze kuona Mungu anayambia nini dunia hii ambayo imeharibika.